Bismillahi rahmani rahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuna wakati moyo wa mwanadamu unajaa hofu, unajikuta huna amani kabisa, unawaza sana, unapata wasiwasi wasi bila sababu ya wazi. Hofu ni hali inayoweza kumpata mtu yeyote, awe tajiri, awe maskini awe kijana au awe mzee, lakini mwislamu ana tiba ya hofu. Tiba yake si dawa ya kidaktari, bali ni dawa ya kurejea kwa Allah subhanahu wataala. Mtume Muhammad alisema kwamba hakika moyo wa mwislamu unapata utulivu kwa kumkumbuka Allah subhanahu wa taala. Ndugu yangu msikilizaji, leo tutasoma dua ambayo mtume alitufundisha dua ya kuondoa hofu, huzuni na wasiwasi. Kabla hatujaisoma dua hiyo, hebu tujiulize, kwa nini mtu anapata hofu? Ni kwa nini, yaani mtu anakuwa na hofu? Kuna sababu kadhaa ambazo mtu zinamfanya awe na hofu. Sababu ya kwanza, hofu ya mambo yaliyopita, yani unayojutia. Hofu ya pili ni hofu ya mambo yaliyopo, yaani unayopitia sasa. Na hofu ya tatu ni hofu ya mambo yajayo ya ambayo hujui yatakuwaje. Lakini Allah anatufundisha katika Kurani ya kwamba, wala msiwe na hofu wala msihuzunike, na nyinyi mtakuwa juu ikiwa nyinyi ni waumini kweli. Hii ni, hii ni ishara kuwa hofu si ya kudumu, ni hali ya moyo ambayo Allah anaweza kuiondoa unapomkumbuka yeye. Sasa hebu tusome dua hii tukufu ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akisoma alipohisi huzuni au wasiwasi. Dua yenyewe ni hii hapa, nimekuandikia kwa maandishi ya Kiswahili ili kwako iwe ni rahisi kuyaelewa na kuyakariri, lakini kama utaona kwako ni ngumu kuelewa, basi niandikie chini hapo kwenye komenti kwamba dua hii inahitaji kuifahamu, nahitaji nifundishe. Inshaallah nimeweka e, namba yangu hapo kwenye screen, unaweza ukaniangalia WhatsApp. Tunasema hivi: Allahumma inni a'udhu bika min alhammi walhazni wa aundhu bika min alajzi walkasli wa aundhu bika min aljubni waalbukhuli wa aundhu bika min alghalabati ddini wa qahri rijali. Tafsir yake ni kwamba ewe Mwenyezi Mungu, najikinga kwako kutokana na huzuni na wasiwasi. Najikinga kwako kutokana na udhaifu na, na, na uvivu najikinga kwako kutokana na uoga na uchoyo. Najikinga kwako kutokana na kuzidiwa na madeni na kudhalilishwa na, na watu. Ndugu yangu soma dua hii kwa sauti. Ndugu yangu Mwislamu, hebu tufahamu maana, maana, ya, maana ya haya maneno. Unaposema kwamba najikinga kwako kutokana na huzuni na wasiwasi maana yake ni kumwomba Allah akuondolee mawazo mazito yanayokupata hofu yanayokupata. Pili, najikinga na udhaifu na uvivu. Kwa sababu mara nyingi hofu huleta kukata tamaa, unashindwa kuchukua hatua. E, tatu, najikinga na uoga na uchoyo. Yani, mtu mwenye hofu huwa anaogopa hata kufanya jambo jema, anaogopa kutoa, anahisi kwa tahadhari isiyo ya lazima. Na jikinga na madeni na kudhalilishwa na watu, kwa sababu madeni madeni na dhiki ni chanzo cha wasiwasi mwingi. Hii dua, ndugu yangu, inatufundisha kwamba hofu ina tiba. Tiba yake ni tiba yake ni kumtegemea Allah kwa moyo safi na, ku, na kutenda mema. Hivyo ndugu yangu Muislamu, sasa kila unaposikia moyo wako una hofu, wasiwasi au huzuni, fanya haya yafuatayo ili uweze kuondoka katika hali hiyo. Moja, kaa sehemu ya utulivu. Chukua muda kidogo kupumua kwa utulivu. Tatu, eh, kisha sema dua hii taratibu mara tatu. Nne, fikiria neema za Allah ulizo nazo. Na tano, mwisho sema Hasbiya Allahu la ilaha illa huwa alayhi tawakatu wa huwa rabbul arshil azim, maana yake ni kwamba Allah ananitosha, hakuna mungu isipokuwa yeye, kwake na tumaini na yeye ndiye mola wa arshi kuu. Ndugu yangu mwislamu, hii inazidisha utulivu wa moyo. Kwa hivyo, ndugu yangu, kumbuka maneno haya yule anayemtegemea Allah basi Allah atamtoshelezea. Usikate tamaa. Kila hofu, kila huzuni na kila wasiwasi vina mwisho, lakini rehema za Allah hazina mwisho. Kwa hiyo usiache kusoma dua hii kila siku, asubuhi na jioni, na wafundishe ndugu zako, marafiki zako na familia yako, kwa sababu dua hii ni kinga ya moyo na akili. Ndugu yangu Mwislamu, asante kwa kutazama video hii. Usisahau kusubscribe, kulike na kushare na wengine wapu, na wengine wapate kujifunza. Hii ni Nurdin Media, mahali padua na mafunzo ya Kiislamu. Allah akulinde, akupe utulivu na faraja ya moyo. Amin amin wa ila huna. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.